Shamba la Makoa stt linamilikiwa na chama cha ushirika Uduru Makoa, lipo kata ya Machame Kaskazini katika kijiji cha Nshara, lililosajiliwa kwa namba 443 likiwa na ukubwa wa hekari 358 Na tangu mwaka 1999 lilikuwa mikononi mwa mwekezaji aliyekodishwa kwa mkataba wa kuligeuza kuwa mradi wa kilimo cha kahawa na mazao mengine, lakini miaka minne sasa hakuna chochote kinachoendelea. Yupo kule shambani zaidi ya miaka minne, hajatulipa chochote na kutokana kutulipa chochote tumepata hasara ndani ya kijiji chetu hiki ambacho kina zaidi ya wanachama mia saba na kijiji chenyewe kina watu zaidi ya elfu nne ambao kwa faida ilo shamba, ya hilo shamba kilikuwa inatusaidia wanachama na kijiji. Kutokana na hali hiyo, vijana wetu hawana ajira, wamekuwa na watu wa kuzurura watu wakufanya matukio kwa sababu hawana ajira. Wananchi wa Uduru Makoa wa, wanasema wanatarajia ajira zaidi ya 200 kutoka kwa mradi huo, ajira ambazo zingewaletea kipato cha zaidi. Kwa sasa hivi mwekezaji yuko shambani, ana hakuna chochote anachofanya shambani, shamba ni pori, alina faida yoyote kwenye chama cha ushirika wala kwa serikali. Tulitegemea kuwa na ajira zaidi ya 200 kwenye lile shamba ambazo ajira hizo zingetupa faida kubwa. Kwa mfano, wangeajiriwa watu mia mbili tu kwa mwezi, wakalipwa kima cha chini cha mshahara cha shilingi laki tatu kwa mwananchi mmoja, kima cha chini angelipa zaidi ya milioni sita ambayo kwa ukipiga hesabu kwa mwaka mzima kwa watu mia mbili sio chini ya bilioni tatu wananchi wa Uduru wangepata hela, hizo hazijaonekana. Kwa zaidi ya miaka minne kodi ya shamba hilo haijalipwa. Kwa miaka kadhaa sasa, miradi ya maendeleo kama mifereji ya maji imesimama na hali ya kiuchumi kijijini imedorora. Shamba letu lipo limeachwa pori, halina faida yoyote kwetu. Hakuna huduma ya jamii tunayopata. Chama cha ushirika, hatujapata kodi yoyote kwa miaka minne, ambayo kodi ile tungeipata sisi tulikuwa tunainua wananchi wetu tutajenga mifereji, wananchi watapata maji, watapata kunyesha mifugo na mashamba yao, maendeleo yatakuwepo. Leo hii mifereji mingine imevunjika, hakuna namna, mpaka tutafute wadhamini wa kuwasaidia wananchi wetu. Wana hali mbaya sana kwa sasa. Wananchi wanasema wako tayari kulima wao wenyewe kama mwekezaji huyo ataondolewa. Hili jambo limetutesa, limekuwa gumu mwekezaji anakaa tu na tunapata maneno ya matisho mpaka tunashangaa tunajiuliza, hii wapi serikali yetu tunayoipenda ya CCM ituweze kutuondoa hapa? Kwa hiyo sisi kama ushirika tunamomba mbunge awasiliane na ngazi ya juu ambayo ni rais kumweza jambo hili ili, ili haki yetu iweze kupatikana. Kama mwenyekiti wa chama hiki, wanachama wangu wamenituma kupeleka ujumbe huu kwa mbunge na mbunge aubebe aupeleke kwa rais, ili haki hii ikapate kupatikana. Kwa sasa mwekezaji huyo anabaki kuwa kwenye shamba licha ya kibali cha kuvunja mkataba kutolewa. Wananchi wanasisitiza kwamba uamuzi wa serikali ni muhimu, ili kuokoa rasilimali hiyo ya kijiji. Ombi letu kwa serikali, sana sana kwa mheshimiwa mbunge, atusaidie jambo hili Shamba letu mwana mwekezaji yule hatusaidii chochote aondoke, yupo kwenye shamba letu. Anasema natudai, lakini adai akiwa nje ya shamba, aondolewe shambani, akae shamba letu libaki. Leo wananchi wangeenda kulima kule makule. Tungepata chakula, tungepata mahindi, tungepata maharage, tungepata alizeti. Hivyo vyote havipatikani kwa sababu yupo shambani, hana anachofanya Hatulipi kodi hata angeacha basi, ata wananchi tulime, hafanye hivyo, tuna hasara kubwa, tunaomba kubwaesasmsa Wananchi na wanachama wa chama cha ushirika cha Uduru Makoa wanasema matumaini yao yapo kwa viongozi wa serikali na hasa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan ili waweze kurejeshiwa shamba lao kwa ajili ya maendeleo ya kijiji chao. Diksoni Busagaga TV Hai.